Habari, mimi ni Prakash Goda, daktari wa upasuaji wa mishipa ya damu katika Apollo Health City, Hyderabad. Mada ya leo ni ugonjwa wa Leriche, unaojulikana pia kama ugonjwa wa kuziba kwa mishipa ya aortoiliac. Kimsingi ni kuziba kwa sehemu ya mwisho ya aorta pamoja na mishipa miwili mikubwa ya common iliac. Kwa kawaida hutokea kwa wagonjwa ambao ni wavutaji sigara wa muda mrefu. Pia wagonjwa wazee wanaweza kupata ugonjwa wa Leriche. Sababu nyingine ni wagonjwa wanaopata magonjwa ya kuganda kwa damu au walio katika hatari ya kupata magonjwa hayo, wagonjwa wenye magonjwa ya mishipa ya moyo au wagonjwa wenye damu kuganda ndani ya moyo. Hizi ndizo sababu kuu za kupata ugonjwa wa Leriche au ugonjwa wa kuziba kwa mishipa ya aortoiliac. Wagonjwa hawa huja wakiwa na dalili tatu kuu, hasa maumivu ya msuli wa makalio na mapaja wakati wa kutembea. Hii inamaanisha kwamba wagonjwa watapata maumivu kwenye eneo la makalio pamoja na mapaja wanapotembea. Umbali wa kutembea kabla ya kupata maumivu unaweza kutofautiana kutoka mita kumi au hata wakiwa wametulia hadi mita mia tano au zaidi. Hivyo, kulingana na hatua au dalili za ugonjwa, mgonjwa anatakiwa kutibiwa ipasavyo. Dalili ya pili itakuwa kutokuwepo kwa mapigo ya paja ya pande zote mbili wakati wa uchunguzi wa kitabibu. Mgonjwa anapofika hospitalini wakati wa uchunguzi tunagundua hakuna mpigo wa ateri ya paja, eneo la kinena. Hii ni dalili ya pili. Dalili ya tatu ni kushindwa kwa nguvu za kiume. Mgonjwa analalamika kushindwa kwa nguvu za kiume. Hii triad ya dalili nga viashiria inaitwa Leriche syndrome. Kwa hivyo sisi tunatathminije na tunatambuaje ugonjwa wa Leriche? Kwa kawaida wakati wa uchunguzi wa kitabibu, dalili ya kwanza ni kutokuwepo kwa mapigo ya ateri ya paja, pamoja na dalili za maumivu ya misuli ya makalio na mapaja wakati wa kutembea, na mgonjwa analalamika kuhusu kushindwa kwa nguvu za kiume. Baada ya hapo tunaweza moja kwa moja kufanya kit, yaani angiogramu ya mishipa ya damu ya pembeni, ambapo tunaweza kuona mtiririko wa damu kuelekea sehemu ya mwisho ya aorta pamoja na miguu ya chini ya pande zote mbili, na tunaweza kuona ni wapi kuna kuziba kwa mshipa. Uziba huko kunaweza kuwa kwenye sehemu fupi, sehemu ndefu, au kuanzia chini ya figo hadi kwenye mishipa ya iliaki. Kwa hiyo wagonjwa wa aina hii tunawatibu vipi? Kuna chaguzi mbalimbali kutegemea na urefu wa eneo lililoziba na umbo la e eh, kuziba huko pamoja na umbo la mishipa ya damu. Vidonda vinavyohusisha kuziba kwa sehemu fupi, yaani kama kuna kuziba kwa sehemu fupi kwenye aorta pamoja na mishipa mikuu ya iliaki, chaguo ni kufanya angioplasti ya pande zote mbili za iliaki na kuweka stenti, ambayo pia inajulikana kama kissing stent angioplasti. Hii itapunguza dalili na mgonjwa anaweza eh, kuanza kutembea siku hiyo hiyo ya upasuaji. Upona kawaida kunatokea siku ya kwanza yenyewe na mgonjwa anaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani siku ya pili baada ya upasuaji. Kama vidonda ni vya sehemu ndefu, yaani kama sehemu ndefu ya aorta na sehemu ndefu ya mishipa ya iliaki zimeathirika, basi chaguo la matibabu ya endovascular halifai. Katika kesi kama hizi tunalazimika kufanya upasuaji wa wazi wa bypass Bipas hii inahusisha auto bifemoral au biliac bipas. Hivyo tunapofanya upasuaji huu tunafungua tumbo, tunafanya laparotomi, tunatenganisha sehemu ya kawaida ya aorta chini ya figo, na kwenye sehemu za kinena tunafungua mishipa ya damu ya femoral pande zote mbili, halafu tunaweka grafti ya bandia. Grafti hii ya bandia ni grafti ya umbo la Y au iliyogeuzwa, ambapo ina sehemu kuu ya mwili pamoja na mikono miwili kwa ajili ya miguu yote miwili. Hivyo sehemu kuu ya grafti itaunganishwa na sehemu ya aorta ya tumbo iliyo chini ya figo. Kisha mikono yote miwili ya grafti inaweza kupitishwa chini ya utando wa nyuma wa tumbo na kushushwa hadi kwenye kinena, ambako tunaunganisha kila upande kwenye mshipa wa damu wa common femoral au superficial femoral artery. Kwa hiyo kwa kawaida tunapofanya upasuaji wa wazi, mgonjwa atalazimika kukaa iku kwa angalau siku moja, na siku inayofuata mgonjwa atahitaji kuhamishiwa wodini. Kisha tunaweza kumweka mgonjwa hospitalini kwa siku mbili au tatu. Mara tu dalili za tumbo za mgonjwa hazipo tena na ilesi ya kupooza imetulia, tunaweza kuanza kumhamasisha mgonjwa, na anaweza kuruhusiwa kutoka hospitalini mara nyingi siku ya nne au ya tano baada ya upasuaji. Kwa hiyo matokeo ya vidonda hivi au matokeo ya magonjwa kama haya kwa kawaida huwa mazuri zaidi tukifanya upasuaji wa wazi wa autobifemoral bypass drafting. Kama mgonjwa hataendelea kuvuta sigara baada ya upasuaji, muda wa kuishi wa graft unaweza kufika miaka 20 kwa urahisi. Hivyo, kulingana na tabia za mgonjwa na magonjwa mengine anayougua, matokeo hubadilika. Kama mgonjwa ataacha kabisa kuvuta sigara na kutumia pombe, atapata matokeo bora zaidi baada ya upasuaji, iwe ni upasuaji wa wazi wa bypass au angioplasti ya kissing stent.